Vice uh, President no, no. So, mimi nimelelewa no, no, kwa hiyo state house ya Kisumu yeah, pamoja na Uhuru Uhuru. mpaka saa hii ni best friend ya yeah, unajuana kwa ajili tulikuwa pamoja yeah. Sasa mimi nilikuwa najua walikuwa marafiki lakini, so, ndugu yako amesema ideology ilikuwa tofauti, lakini urafiki ilikuwa, hata sisi watoto, mimi nimesoma na mpaka mohogo na mti wa na mpata watoto wa mamangina watoto wa ndugu wa mamangina moa vyote na wajua, kwa hii generation hii kitu inafanyika ni hizi za siasa, lakini kwa ukweli, hiyo uhusiano mi najua baba almaaa alikuwa nataka sana ni uhusiano katikatiau, na nawaamgala tusinyamaze, mii hiyo wazee endeleshe hii kitu mpaka hiyo husiano irudi. Mi nimependa sana vile mmekuja, nimeleta ng'ombe, naenda kuuliza ndugu yangu kwa niaba ya familia yangu, hata kama mi ni msichana, hata mi nipate ng'ombe ingine. <laughs> <laughs>